Hii dunia ni kusaidiana, tufahamiane vizuri hapo. Imani e, imekuwa sasa mwanamke kwamba akiwa na uwezo ukaenda kumuoa mwanamke mwenye uwezo, simaha mshangazi, aitwa mshangazi aitwe, si mnini, nyiwe mtajua wenyewe, lakini naye ni mke pia, anafaa kuolewa. Sasa mnataka mje muharamishi kwamba sasa mtu haifai kumuoa mshangazi, inafaa kumuoa, tufahamiane vizuri hapo. Inafaa kumuoa mshangazi akuzidi umri, mwanamke asikuzidi yote inafanyaje? Inafaa, naona hapo. Mwanamke atakuuliza wewe, ambaye hujaoa, hasa mke wangu, kwa nini umeoa na maana mimi nina mapungufu? Mwambie hapana, wewe huna mapungufu, sema tu ni tamaa nyo, sema, kama, ha, ni tamaa zangu. Maana nyinyi mnakuwa mnasema kwamba unajua ni sheria ni sunna. Wewe achana na mambo ya sunna, wewe achana na mambo ya sunna, kwa sababu lau kama tusingewekewa, lau kama tusingewekewa ile idadi kwamba wanawake wa wanatosha wanne, wengine tungekuwa na kumi, insha Allah. Maana Mungu kaumba maumbile tofauti tofauti, Shekhe hey. Kuna wengine hao wanaitwa miss bantu, ile mizigo tunayopenda sisi watu wa Afrika hey. mizigo mikubwa mikubwa hey. Allahu Akbar. Mimi mwenyewe napenda miss bantu, wallahi hatari sana. Sio kupenda kuwaona kwenye tv au kwenda kuwaona kwenye hayo maonyesho yao ya laana hayo. Mi napenda tu mwanamke mnene mnene aliojaziajazia neema za Allah eh, kimwona unapata raha eh. Mi napenda wale wependa hawa hawo wakizungwa ini eh. Mi napenda wale waneno wanene, hmm. si ndiyo? Neema za Allah shekhe Ta, kuona au yule unayependa wee, wengine anapenda wanawake mbamba mbamba. Mimi sipendi. Itokee tu lakini, nafsi yangu hasa inapenda wale waliojazajaza nyama zile alizowajaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Peponi kuzuri tu. Alafu, mizigo unaletewa mizigo wewe 40 ndo maskini mizigo eh, wanawake wazuri wazuri eh. Eh, arobaini yani wendo masikini wa peponi. Allahu Akbar, mm. Na unapewa nguvu za kutumia mizigo mia kwa siku yani hii sitini hii imekaa kama akiba tu eh, unawake arobaini na unapewa nguvu za kutumia wanawake mia kwa siku. Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu atuingize peponi.